Mkuu wa majeshi ya ulinzi, Meja Jenerali Jackson Mwaiseba, mkuu wa chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli, Mheshimiwa Profesa Adolf Fosin Mkenda, mbunge na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Mheshimiwa CPA Amos Gabriel Makala, mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Balozi Daktari Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, Daktari Faraji Kasidi Mnyepe, katibu mkuu wa wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa, Mheshimiwa Glorian Julius Kimati, mkuu wa wilaya ya Monduli, wakuu wa majeshi ya ulinzi wa stafu mliopo, Luteni Jenerali Salmu Haji Othman, nadhimu mkuu wa jeshi na mwenyekiti wa bodi ya chuo wanadhimu wakuu wa jeshi wastaafu mliopo, meja jenerali Rajabu Nduku Mabere mkuu wa jeshi la kujenga taifa, wakuu wa kamandi, wakuu wa matawi, makao makuu ya jeshi, maafisa jenerali mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo, mheshimiwa Joseph Isaac Capriano mbunge wa jimbo la Monduli, wakuu wa vyuo, shule na vikosi mliopo Kanali Petro Kapinga mkufunzi wa chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli, wambata wa jeshi, maafisa wakuu mliopo, maafisa wadogo mliopo, wahitimu, afisa mteule daraja la kwanza Martin Peter Kazilo sameje, wajeshi wapiganaji mliopo, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima, afya njema na kutuwezesha kufika mahali hapa. Aidha, naomba kutumia fursa hii kukaribisha katika mahafali ya sita ya shahada ya sayansi ya kijeshi ya chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli. Lakini pia mahafali haya ni ya tatu kwa chuo chetu tangu kianze kujisimamia chenyewe katika utoaji wa mafunzo ya shahada ya sayansi ya kijeshi. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kipekee kabisa naomba kutumia nafasi hii adhimu kukupongeza wewe Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa ushindi mzuri katika uchaguzi mkuu wa serikali uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Hongera sana Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu. Aidha, ni kushukuru sana kwa kuniteua kuwa waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Kwangu mimi ni heshima na faraja kubwa sana kwa imani kubwa ulionayo kwangu katika kulitumikia taifa letu kupitia Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, napenda kulipongeza Jeshi letu la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania yani JWTZ kupitia chuo cha mafunzo ya kijeshi cha Monduli TMA, kwa hatua hii kubwa iliyofikiwa ya kuwezesha kuendelea kutoa wahitimu wa shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi kwa kujisimamia wenyewe. Leo hii tutakuomba Mheshimiwa Rais uwatunuku shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi wahitimu wapatao 106, ambapo kati ya hao wanaume wako themanini na mmoja na wanawake 25 idadi ya wahitimu wanawake wa Tanzania katika mahafali zilizopita yani mahafali ya 4 na ya 5, ilikuwa 21. Mheshimiwa Rais, mwaka huu tumebarikiwa kuwa na wahitimu wanawake 25. Japokuwa ongezeko hili ni dogo, wizara inaendelea kuchukua hatua mahususi kuhakikisha kuwa idadi ya wahitimu wanawake inaongezeka mwaka hadi mwaka ili kuimarisha uwiano wa kijinsia bila kuathiri ubora wa viwango vya mafunzo yanayotolewa. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mafanikio haya ni uthibitisho wa dhamira ya dhati na uongozi wako madhubuti katika kuimarisha jeshi letu katika maeneo mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na mafunzo mbinu za kijeshi na nidhamu. Chini ya uongozi wako makini, jeshi letu limekuwa mfano wa ubora na ufanisi katika kutekeleza majukumu yake ya ndani na nje ya nchi. Leo tunapowakabidhi maafisa wapya majukumu yao, ninakuhakikishia kuwa maafisa hawa wapo tayari kuitumikia nchi yao kwa ujasiri na uadilifu, wakizingatia maono yako, kujitoa kwako na bidii yako isiyotetereka katika kulinda amani na usalama wa taifa letu. Kwa niaba ya chuo na wizara kwa ujumla, tunakushukuru Amiri Jeshi Mkuu wetu, na tunaomba Mungu akupe nguvu na ushupavu wa kuendelea kuliongoza taifa letu kuelekea mafanikio makubwa zaidi ya kijeshi na katika nyanja zingine za kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, leo ni siku kubwa sana na furaha kwa jeshi letu. Kwani historia inaendelea kuandikwa kwa, kwa kuonesha ukomavu wa hali ya juu ya chuo chetu. Kwa mara ya tatu kimefanikiwa kutoa wahitimu wa shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi kwa kujisimamia chenyewe. Hata hivyo, nimedokezwa kwamba mwaka huu tumeanza kupokea wanafunzi kutoka mataifa rafiki kwa ajili ya programu hii ya shahada ya kwanza ya kijeshi hivyo, ni faraja kubwa sana kwetu sisi kama wizara kupitia jeshi letu la ulinzi la wananchi wa Tanzania, yaani JWTZ. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, naomba sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe wewe kutoa zawadi kwa wahitimu waliofanya vizuri na baadaye uwatunuku shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi ya chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli wahitimu wapatao 106. Mheshimiwa Rais na, na Amiri Jeshi Mkuu naomba kukukaribisha. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, tukio linalofuata hivi sasa ni kutoa zawadi kwa muhitimu aliyefanya vizuri zaidi na kutunuku shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, muhitimu aliyefanya vizuri zaidi kwa miaka yote mitatu ni Luteni usu Megi Moses Majengo.

inaombwa kuketi, Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, na huo ndio mwisho wa kutoa zawadi. Punde tutakuomba utunuku shahada ya kwanza ya sansi ya kijeshi kwa wahitimu Mheshimiwa Rais, Amiri Jeshi Mkuu Ninayo furaha kukabidhi wahitimu mia moja na sita wa shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi kama walivyoorodheshwa kwenye kitabu cha maafari kurasa wa 13, 14 na 15 ili watunuku shahada. Mimi Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, kwa mamlaka niliyonayo, na watunuku shahada ya sayansi ya kijeshi wahitimu 106 waliopo ambao wameorodheshwa kwenye kitabu cha mahafali. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, tunakushukuru kwa kutunuku shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi. Muda mfupi ujao, tutakuomba uvunje mafali haya waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, Jenerali Jacob John Mkunda, mkuu wa majeshi ya ulinzi, Mheshimiwa Profesa Adolf Faustine Mkenda, waziri wa elimu sayansi na teknolojia, Dr. Faraji Kasidi Mnyepe, katibu mkuu wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa, Luteni Jenerali Salim Haji Othman, mnadhimu mkuu wa jeshi la wananchi wa Tanzania na mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa chuo wajumbe wote wa bodi ya usimamizi wa chuo meja jenerali jackson jairos mwaseba mkuu wa chuo cha mafunzo ya kijeshi monduli wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama awali yote nachukua fursa hii kumshukuru mwenyezi mungu kwa kutuwezesha kuwa hapa leo na kufanikisha shughuli hii ya mahafali na kupongeza mkuu wa majeshi ya ulinzi jenerali jacob john mkunda timu yako na viongozi wengine wote wa chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli. Aidha, nakupongeza pia mnadhimu mkuu wa jeshi na mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa chuo luteni jenerali Salum Haji Othman kwa kusimamia vizuri mafunzo kwa wanajeshi ili kuhakikisha kuwa wanakuwa na ubora wa hali ya juu utakaowezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Mafunzo haya ni sehemu kwa kwa jeshi letu na kwa taifa ni muhimu kwa jeshi letu na kwa taifa letu kwa ujumla. Mwisho, nawapongeza wahitimu wote wa shahada hii ya sayansi ya kijeshi kwa juhudi na maarifa mliyoyapata kwa kipindi chote cha mafunzo yenu. Hongereni sana. Jukumu langu hapa ni kuvunja mafali haya, hivyo ninatamka kwamba mimi Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, kwa mamlaka niliyonayo, navunja na mahafali ya sita ya shahada ya sayansi ya kijeshi ya chuo cha mafunzo ya kijeshi hapa Monduli. Asanteni sana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, tunakushukuru kwa kuvunja mahafali ya sita ya shahada ya sayansi ya kijeshi, na huo ndio mwisho wa sherehe ya mahafali hapa uwanjani. Punde tutakuomba uelekee katika eneo la kupiga picha ya pamoja na wahitimu, na wafuatao wataambatana na Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kupiga picha ya pamoja na wahitimu: Mheshimiwa Daktari Rimo Simon Nyansaho Mbunge waziri wa ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Jenerali Jacob John Mkunda, mkuu wa majeshi ya ulinzi, Mheshimiwa Profesa Adolf Faustin Mkenda, Mbunge, waziri wa ulinzi sayansi na teknolojia, Daktari Faraji Kasidi Mnyepe, katibu mkuu wizara ya ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa CPA Amos Gabriel Makalla, mkuu wa mkoa wa Arusha, wajumbe wa bodi ya usimamizi wa chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli, meja jenerali Suleiman Mungia Mzee, mkuu wa chuo High Command Training Wing, meja jenerali Wilbert Augustine Nibuge, mkuu wa chuo cha ulinzi wa taifa, meja jenerali Stephen Justice Mkande, mkuu wa chuo cha ukamanda na unadhimu Tanzania, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wakufunzi wa chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, sasa inaombwa ukapige picha pamoja na wahitimu. wageni waalikwa, mabibi na mabwana, huo ndio mwisho wa kamisheni na maafali. Kwa wale wenye kadi rasmi za mwaliko, mnakaribishwa ukumbini kwa ajili ya chakula cha mchana. Mahali ukumbi ulipo, mtaelekezwa na maafisa wa itifaki. Karibuni sana. Wakati huo Chechereka Bendi, karibuni kwa burudani.